a Mudavadi amewaonya wanasiasa dhidi ya kuchochea machafuko kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Kulingana naye, nchi hii imepiga hatua tangu machafuko ya mwaka 2007-2008 na kwamba wachochezi wanapaswa kuchukuliwa hatua wa za kisheria. Semi zake pia ziliungwa mkono na naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula. Mudavadi aliyesema hayo kwenye mazishi ya mzee mwalimu William Lumati, babake chancellor mpya wa chuo cha Cooperative Bernard Chitunga katika eneo la Malava. Nobody wants a repeat of 2007 and 2008 elections, post-election violence. It is not something that we should

Mtu akianza kuongelea mambo ya 2007 post election violence yenye tuliona hii Kenya, please, mheshimiwa Musalia usiye muoga, mheshimiwa William Ruto usiye muoga, any leader mwenye anaongelea vitu ya 2007 post election violence, watu walikufa, huyo mtu shika saa kumi na moja asubuhi. Naam, tunapumzika kidogo tupate matangazo upande wa pili, lakini usiende mbali kwani tarehe